Katika enzi hii ambayo mitandao ya kijamii inabadilisha jinsi jamii inavyowasiliana, chifu mmoja anatumia teknolojia sio tu kwa burudani lakini pia kuelimisha. Felix Chesire, naibu chifu wa eneo la Kipcherere, amepewa jina la utani, chifu wa TikTok, kutokana na matumizi yake ya jukwaa hilo kupambana na pombe haramu, uraibu wa dawa za kulevya na changamoto zingine zinazokumba jamii. Naibu chifu Felix Chasire kutoka Baringo anayefahamika kwenye TikTok kama Soy Comedy anaendelea na majukumu yake kwa kutumia njia tofauti kabisa. <laughs> Hapa anashirikiana na vijana wawili wa eneo hilo Vincent Chesang na Caleb Kiplagat kutengeneza michezo ya kuigiza ya ucheshi zinazoangazia wale wanaopatikana na makosa ya kisheria. Yes. Vincent na Caleb ambao awali walikuwa wamezamia kwenye uraibu wa dawa za kulevya walibadilisha maisha yao kupitia juhudi za Chifu Chesire. Hii leo wanajishughulisha na kampeni ya TikTok wakieneza ujumbe wa mabadiliko na matumaini kwa vijana. Ambeje, ile mambo tumepitisha Video zao zinazoonyesha safari yao kutoka kwenye uraibu hadi sasa zimepata umaarufu mkubwa katika eneo la Baringo hasa miongoni mwa vijana wa kizazi cha Gen Z ambao mara nyingi hawahudhurii mikutano ya baraza inayoandaliwa na chifu. <laughs> Chesire alisema wazo la kutumia teknolojia lilitokana na haja ya kuwafikia watu wengi zaidi, haswa vijana ambao wanapendelea mitandao badala ya kuhudhuria mikutano. Hata e, mambo ya vijana at least wameona wame, wame baada ya kuelimisha kuhusu eh, disadvantages ya drugs at least vijana wamebadilika. E, pia tume nimehusisha mambo ya wamama, mambo ya maisha, mambo hata ya health Tume, tume, tumefunza watu wengi, we tume transforma, tume maisha ya watu wengi kupitia video zao kwenye TikTok. Watatu hao wamejikusanyia wafuasi wengi hasa kutoka eneo la Kipcherere. Ingawa wanatumia ucheshi, nia yao ni kuonyesha athari ya vitendo visivyofaa na kukuza mabadiliko, ujumbe ambao umevutia sana jamii ya eneo hilo. Hapo uh, -apo, wakati tulianza obvious, kulikuwa na hiyo challenges. Wanasema chief ame, ame, ameenda kukaa na vijana ameacha wasi, but kwa parasa nilikuwa na sensitize kuhusu muhimu eh, eh ya, ya TikTok ya kwamba kuna because kwa, hata parasa mtu anaweza ana niambia chief, unajua ulisema ile, ile mambo ulisema kuna wamama wana, wana, kwa kwao wanatumia safuria yenye imetopoka huko nyuma so eh, eh, nikarealize wanafuatilia. Chifu Chesire pia anahimiza umuhimu wa kuwasaidia waliobadilika maishani. Watu hao pia wakihimizwa kuunda makundi ya kusaidiana ili kuhakikisha wanaendelea na maisha mapya yenye mwelekeo bora.